Naolia e Bwana, wamezungukwa na maadui, maisha yao yamekuwa ya hofu. E Bwana, ukawasaidie katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Huyo ambaye e Bwana amekata tamaa, anapoteza tumaini. Yesu, naomba usimame kama tumaini la kwake, e la kwake. E Bwana, katika jina la Yesu, nguvu za giza, roho za mateso, vifungo vyote vya nguvu za giza, ninaachilia moto wa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hiyo damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ikapite kwenye moyo wako, hiyo damu ya Yesu ikapite kwenye mwili wako, hiyo damu ya Yesu ikapite kwenye ufahamu wako, katika Ka jina la Yesu. Mungu akufanyie uwepesi, Mungu akutetee kwenye changamoto ulizonazo, katika jina la Yesu. Nguvu za kiza, mapepo na majini, magonjwa na maradhi, toka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila kifungo cha nafsi kila kifungo cha, cha nafsi kila kifungo kilichofunga maisha yako katika Ka jina la Yesu, zuio kwenye ulimwengu wa roho katika Ka jina la Yesu. Mapepo na majini mnaofunga fahamu za watu ya kwamba wasielewe maandiko, ninaachilia moto wa damu ya Yesu, ninaachilia moto wa damu ya Yesu, ninaachilia moto wa damu ya Yesu, ninaachilia moto wa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, paka wale ambao wanatufuatilia kwenye YouTube online tunaachilia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai katika Ka jina la Yesu tunaachilia nguvu za Mungu juu yako tunaachilia uweza wa Mungu juu yako katika Ka jina la Yesu hayo magonjwa na maradhi yanayokusumbua tunaachilia moto wa damu ya Yesu mapando ya kuzimo kwenye familia yako mapando ya kuzimo kwenye uchumi wako tunang'oa kwa damu ya Yesu Kristo wa aliye hai kila kinachoitwa mateso ya kuzimwa tunachomoa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila kifungo kilichokuzuia ya kwamba usione neema ya Kristo, tunaachilia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunakufungua kwenye hayo mateso, tunakufungua kwenye hayo mateso, mahali ambapo wamechukua viashiria vya nafsi wakakufunga, tunakufungua kwa damu damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Mungu, tunaachilia uweza na nguvu zako e Bwana. Tunapoendelea sasa na kipindi hiki e Bwana, naomba ukaonekane, ukatufunike na nguvu zako na neema yako ikawe juu yetu. E Bwana, tubariki na kutusaidia e Bwana, maana ulisema kila ajaye kwangu sintamtupa, katika jina la Yesu. Anza nasi umalize pamoja nasi katika jina la Yesu na watu wote tuseme, amen. Pige Yesu makofi na vigelegele. Naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu ninyi nyote katika jina kuu la Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu ambaye ni mwema, umetupa siku ya pili ya semina hii ya neno la Mungu. Nikukaribishe wewe ambaye ni mara ya kwanza ndo umefika kwenye semina, karibu na Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Niwakaribishe ninyi ambao mnatutazama kwa njia ya youtube katika channel yetu ya YouTube ya Inuka Ule TV, karibu sana. Tuko hapa Mangola parish ya Saint Paul, hapa Mangola barazani tuna semina ya neno la Mungu, ikiwa ni siku yetu ya pili. Na kama ni mara ya kwanza kuingia kwenye YouTube channel yetu ya Inuka Ule TV, karibu subscribe, na unaweza ukashare linki hiyo kuwakaribisha watu wengine kwamba Eh, kuna semina nzuri inaendelea hapa lakini, karibu pia usubscribe, maana yake ni kuwa mshiriki wa channel yetu au wanachama wa channel yetu. Karibu, channel yetu ni channel ya neno la Mungu, tuna mafundisho na maombi mbalimbali. Unaweza ukashiriki na wengine kwa kushare link hiyo, na tuko hapa pia kesho tukiwa live namna hii. Mungu akubariki sana, na somo tunalotembea nalo ni mambo muhimu ya kujua ili neno la Mungu liweze kuleta matokeo kwenye maisha ya kwako. Tunayo kitabu cha Joshua wa mlango wake wa kwanza mstari ule wa nane. Bwana Yesu asifiwe. Tuna Zaburi ya kwanza mstari wa pili na ule wa tatu, na mkazo wetu au kusudi la somo hili ni kuona neno la Mungu linaleta mabadiliko katika maisha yako au katika maisha ya mwamini. Lakini jambo la kwanza ambalo jana tulizungumza tukasema ya kwamba kila kinachotokea katika maisha ya mwanadamu ni nguvu ya neno iliyoko nyuma yake au matokeo ya maisha yako ni maneno au neno la Mungu katika maisha yako. Maneno kwa maana ya kwamba maneno unayotamkiwa yanatengeneza aina ya maisha au neno la Mungu ndilo linalotengeneza aina ya maisha unayotaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa nini tukazungumza hivyo? Tukasema neno la Mungu ni kama mbegu kwenye maisha yako. Sasa tudhibitishe kidogo kwa maandiko lile ambalo tulisema ya kwamba pasipo neno la Mungu kwako hakuna kinachotokea. Hiyo tunapata katika Yohana mlango wake wa kwanza, katika Yohana, injili ya Yohana mlango wa kwanza, maandiko yanazungumza hivi katika Yohana mlango wake wa kwanza katika Yohana mlango wa kwanza, akasema mstari wa kwanza: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu na vyote, mstari wa tatu, na vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakuna, hakuna kilichofanyika chochote kilichofanyika. Nachotaka kukuonyesha ni pale mstari wa tatu, vyote vilifanyika kwa huyo, pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Tunazungumza juu ya neno, lakini pia hapo unaweza kutafsiri neno kama Yesu. Bwana asifiwe. Hasa pasipo neno hakuna kilichofanyika kustawi, kufanikiwa kwa maisha yako kunategemea neno. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ninaposema ni nini ufanye ili neno la Mungu lilete matokeo katika maisha yako, naya, nikauliza maswali mawili jana, nikasema swali la kwanza, wangapi wanataka kufanikiwa katika maisha yao, tukanyoosha wengi, si ndio wapendwe? Wote tunatamani kufanikiwa, lakini kasema wangapi wanataka kustawi na kuongezeka? Wengi tukanyoosha, si ndio wapendwe? Kwa hiyo ili kufanikiwa au kustawi kwetu kunategemea neno. Hakuna kitu kinachofanyika kibiblia pasipo neno, lakini hata ukirudi katika maisha ya ulimwengu wa kawaida au ulimwengu wa giza vinavyofanikisha watu ni maneno wanayopewa hata wale washirikina wanapewa maneno. Wakipewa maneno, yale maneno yanakuwa kama sharti kwao, au, au masharti kwao, wanapoyasimamia na kuyatekeleza ndo mafanikio yao. Bwana asifiwe. Na maana hapa anasema, wala anasema vyote vilifanyika kwa huyo wala, pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Nikatoa mifano michache ya jinsi ambavyo Mungu anapotaka kumfanikisha mtu kinachotangulia ni neno. Bwana asifiwe, neno linatangulia. Tukaangalia jinsi ambavyo alipotaka kumfanikisha Ibrahimu katika Mwanzo kumi na mbili, neno lilitangulia. Hebu naomba tuangalie kidogo, Mwanzo kumi na mbili, alafu tuhame kwenye kipengele cha leo. Mwanzo kumi na mbili, Mwanzo kumi na mbili anazungumza hivi Mwanzo kumi na mbili na tutaangalia neno ambalo lilifika kwake. Mwanzo kumi na mbili Bwana akamwambia. Usisahau neno, Bwana akamwambia, Bwana akamwambia, maana yake ni neno linamwambia. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo onyesha, nitakayo kuonyesha nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki na kukuzidisha jina lako, nawe uwe mbaraka. Nami nitakubariki, nitabariki wakubarikio, naye atakulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Mstari unaofuata, mstari wa nne: basi Abraham akaenda kama Bwana alivyomwambia mstari huo, nitaurudia baadaye, lakini nilichotaka kukuonyesha neno ambalo linaanza kwenye msingi wa maisha ya Ibrahimu ni neno, Bwana akamwambia, toka. Neno la pili anamwambia juu ya ahadi ya kumbariki hakuna maisha ya mafanikio pasipo neno. Tukaenda tukasema katika kitabu kile cha Mwanzo. Mwanzo, Mwanzo ukienda mstari wake wa kumi na nane, katika mstari wa kumi na nane Mungu anamtokea Abraham, anamwambia mwakani majira kama haya, mkeo atapakata mtoto. Hakuna mtoto bila neno. Bwana asifiwe. Kwa hiyo lazima neno linatangulia. Kwa wale wanaosema kama Mungu anaofanyia surprise, hakunaga surprise kwa Mungu. Bwana asifiwe. Mungu anatanguliza neno, na neno likija, inategemea anayetaka mabadiliko analipokeaje neno Ukilipokea neno ndo matokeo. Bwana asifiwe, nafikiri hapo tumemaliza. Hakuna matokeo au mabadiliko pasipo neno. Mambo muhimu sasa hayo, katika hayo mambo muhimu ya kuzingatia ili neno la Mungu lilete matokeo, jambo la kwanza, kwa wale wanaoandika uh, kuandaa moyo unaopokea neno au maandalizi ya moyo wakati unasikia neno au wakati unasoma neno. Sasa sijaona watu wakiandika, jitahidini sana kuja na daftari wakati nafundisha. Bwana asifiwe. Au notebook au mahali popote pa kuandikia sema amina. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nachotaka kukuonyesha moyo ulioandaliwa katika Mithali, Mithali yanazungumza hivi, moyo ulioandaliwa. Mithali kumi na sita mstari wake wa kwanza, kitabu cha Mithali mlango wa kumi na sita katika mstari wake wa kwanza, maandiko yanazungumza hivi moyo ulioandaliwa, maandalio ya moyo ni kazi ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi natoka kwa Bwana. Hapa naomba nizungumze kidogo, siku zote unapoenda kwenye semina au unapoenda kwenye mkutano wa kiroho, unapoenda kwenye ibada, jifunze kufanya haya mambo yafuatayo. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza, jitengeneze katika mfumo wa kwenda kukutana na Mungu, jitengeneze. Anasema maandalio ya moyo ni kazi ya mwanadamu, jawabu la ulimi natoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa wale wanaofahamu habari ya mpanzi, habari ya mpanzi, naomba tusome habari ya mpanzi, halafu turudi pale natafafanua kidogo pale kitabu cha luka mlango wa nane luka mlango wake wa nane tutasoma mistari michache pale alafu tutaangalia hii mbegu kwa nini ilileta matokeo kuna zingine hazijaleta matokeo mstari wa kumi na nne mstari wa kumi na nne luka mlango wa nane biblia inazungumza hivi katika ule mstari wa kumi na nne nasoma pia wa kumi na tano maandiko yanazungumza na zilizoanguka penye miiba ni wale waliosikia na sore mstari wa kumi na tano. Na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyofu wana na, unyofu na wema wa mioyo yao na ulisikia neno na kulishika kisha uzaa matunda kwa uvumilivu. Nilichotaka kuangalia unyofu wa moyo. Bwana asifiwe, kwa unyofu wa moyo, maana yake nini? Maana yake nini? Unyofu ni e, unyofu a, ni neno kitenzi la neno ni, ni unyofu, maana yake ni kutoka kitenzi kunyooka. Bwana asifiwe, kunyooka. Watu ambao mioyo yao ilinyooka, watu ambao wameandaa mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Watu hawa walipokuwa wanaenda ibadani, hawa wa huu mfano, ni mpanzi ni mbegu sawasawa, eh? Mpanzi ni mpandaji, mbegu ni neno la Mungu, ndio Yesu anavyotufafanua. Sasa wasikilizaji wa neno ndio shamba. Sasa angalia kitu anachozungumza hapa, anachozungumza hapa, anasema watu hawa ni wale ambao kwa unyofu wa moyo, na unyofu, maana yake ni mioyo iliyonyooka, mioyo iliyoandaliwa, wakasikia neno Waliposikia neno lile, neno likazaa. Kumbuka tunazungumzia mbegu iliyozaa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini walizaa? Maandalio. Sasa angalia, unakuja kujaje? Ngoja tuzungumze na nini, mlioko hapa na ninyi mlioko hapa. Ishu sio kuja kwenye semina, unaweza ukaja kwenye semina lakini haupo kwenye semina. Tunaelewana eh? unaweza ukaja huko kwenye semina, lakini haupo Kumbukumbu Kumbu la Torati mlango wa sita naomba hiyo andike. Angalia kitu anachozungumza, kuna huu muunganiko ni muhimu sana. Kwa nini neno la Mungu halileti matokeo kwako? na kuna vitu ambavyo shetani anashughulikia. Naomba nisomee hiyo Kumbukumbu Kumbu la Torati kama uchachelewa mi nitasoma Kumbukumbu la Torati mstari wa tano anasemaje? Anasoma kwa jina la Yesu, anasoma katika jina la Yesu. Nawe mpende Bwana, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Ngoja ngoja, kwa moyo wako wote ina maana gani? kwa moyo wako wote ina maana gani? Kwa moyo wako wote ina maana gani? Kwa hiyo kwa lugha ya kipengele hicho, kuna moyo nusu, kuna moyo robo tatu, kuna moyo robo. Rudia tena, kama haipo hapo utanionyesha. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa kwa moyo kwa moyo wako wote, kwa moyo wako wote. Kuna mtu ama tunaweza tukaja hapa hatujaja na mioyo yote. Bwana asifiwe. Hivi mna habari? Kuna watu wako hapa, lakini hawapo hapa. Inawezekana mmoja wapo ni wewe. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake unakuja kwenye semina wako wote hmm. Zote zote zote, mstari wa tano hiyo neno, nguvu zako, moyo wako wote, roho yako yote